Yo, baada ya ukimya mrefu, Baraka da Prince kupitia ukurasa wake wa Instagram ametangaza wimbo wake mpya ambao unafahamika kwa jina la Nikatoke nao. Sasa wimbo huu e bana umeweza kuachiliwa kupitia mitandao yake kijamii kama vile e bana, Audio Mac, YouTube na katika platform to tofauti tofauti za kuuza pamoja na kusambaza muziki. Baraka da Prince e bana, ni takriban mwaka mmoja ambapo aliweza kuonesha ukimya wa kutosha kabisa, watu wengi wakisema kwamba Baraka da Prince amepotea kabisa kwenye game ya muziki wa Bongo Flava, kwa sababu amekuwa ni moja watu watu watu ambao ambao hawaingii kwenye zile charts za top in town. Sasa yeye Baraka Baraka Da Da Prince Prince ameweza ameweza kutangaza ujio wake wake wa wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Nitoke Nao. Watu wengi wengi wameweza wameweza kumshambulia kupitia eh, video fupi ambayo ameweza ku ku post, lakini lakini pia wameweza ku collaborate pamoja na na moja ya media kutoka hapa hapa nchini Tanzania, wakimshambulia wa wakisema kwamba kwamba anaujua sana muziki, lakini cha ajabu yuko na dharau ndani yake. Kuna huyo ambaye anasema kwamba, eh, anasema adogo, eh, dogo bana ni msanii mzuri, shida shida yake na dharau wabadilike huyo maana ana pata shida, ameweka emoji fulani hivi za, eh, usilias ndani yake. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema huyu jamaa anajua lakini, eh, kuna huyu mwingine ambaye anasema, eh, familia salute lakini wapo watu wengi sana ambao wanampongeza lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba yuko na dharau. Kuna huyu pia ambaye anasema shida nini? eh, shida dharau jamaa akaweka emoji fulani hivi za kucheka. So wapo watu wengi sana ambao wanapenda sana muziki wa Barakah Da Prince lakini cha ajabu inasadikika kwamba, eh, Barakah Da Prince, eh, bana, ana dharau ndani yake na ni ambayo aliweza kuikataa kipindi ambacho alikuwa akiojiwa yeye kama msanii ambaye alikuwa amekaribishwa kwenye hiyo show ambayo ilikuwa ni kipindi tu cha burudani wakiwa wanamuuliza kwamba, eh, kuhusiana na, eh, story za msanii mwingine ambaye ni Alikiba kabisa. Sasa sasa hivi ni kwamba Baraka da Prince baada ya ukimya wake mrefu ameamua kuja na wimbo ambao unafahamika kwa jina la Nikatoke nao. Sasa kwa kweli kama mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, huu ni muziki ambao upo na R&B ndani yake lakini pia uko na midondoko fulani vya Bongo Flava. Akiwa amechana kidogo lakini pia kuko kuna radha ambayo inapatikana katika wimbo huu. Upi mtazamo wako? Drop comment yako comment yako kwenye anja ya comment hapo. Ini sasa online digital. Subscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.